Siku ya Jumatano, ndege tatu za kivita za India zilianguka katika eneo lenye hali tete la Jammu na Kashmir, saa chache baada ya India kufanya mashambulizi ya anga kwa kile ilichokitaja kuwa miundombinu ya kigaidi katika mpaka wa Pakistan, kulingana vine na vyanzo vinne vya serikali ya mitaa vilivyotajwa na Reuters. Jeshi la Pakistan, katika madai ya kijasiri, lilidai kwamba vikosi vyake vilidungua ndege tano za India, taarifa ambayo bado haijathibitishwa na mamlaka ya India. Machapisho kwenye mtandao wa kijamii wa X, ya kichoro kutoka kwa open source intelligence, yalibainisha alama za lugha ya Kifaransa kwenye vifusi vya ndege zilizoanguka, na hivyo kuzua uvumi kwamba ndege hiyo inaweza kuwa Rafale au Mirage 2000 ya India, ingawa hakuna uthibitisho rasmi ambao umebainisha mifano hiyo. Tukio hilo linaashiria kuongezeka kwa hatari kati ya majirani hao wawili wenye silaha za nyuklia, na kuzua hofu ya mzozo mpana katika eneo lililokumbwa na mizozo ya eneo kwa muda mrefu. Ajali hizo zilifuatia operesheni ya kijeshi ya India ambayo ililenga maeneo tisa nchini Pakistan na Kashmiri inayodhibitiwa na Pakistan, jibu la shambulio baya la kigaidi la April 22 huko Pahalgam, Jammu na Kashmir, ambayo liliua watalii 26 wakiwemo raia 25 wa India na raia mmoja wa Nepal. India ilisema shambulio hilo lilitokana na kundi la wanamgambo la Lashkar e Taiba lenye makao yake Pakistan, likiituhumu Islamabad kwa kuwahifadhi magaidi. Madai ya Pakistani ya kuangusha ndege tano za India zikiwemo Rafale stato megi 291 na Sukhoi su 31 kama ilivyoripotiwa na CNN yamezidisha maneno, huku maafisa wa Pakistani wakielezea mashambulizi ya India kama kitendo cha vita. India haijatoa maoni rasmi kuhusu idadi ya ndege zilizopotea au sababu ya ajali. Ingawa afisa mmoja wa India aliambia Reuters kwamba ndege moja ilianguka katika eneo linalosimamiwa na India na rubani amelazwa hospitalini. Jibu la India lilikuwa la haraka huku serikali ya waziri mkuu Narendra Modi ikiweka hatua za kidiplomasia na kiuchumi ikiwa ni pamoja na kufunga mipaka, kusimamisha uagizaji bidhaa kutoka nje na kuwafukuza wanadiplomasia wa Pakistan. Pakistani ilipiza kisasi kwa majaribio ya makombora na mazoezi ya majini katika Bahari ya Arabia huku mapigano kwenye Line of Control LOC, mpaka wa de facto huko Kashmir, yakiongezeka. Kutumwa kwa shehena ya ndege ya India INS Vikrant kwenye bahari ya Uarabuni na uhamasishaji wa Pakistan wa vikosi vya anga na ardhini uliashiria upiganaji wa haraka wa mzozo huo. Jeshi la wanahewa la India lilikuwa limepanga mazoezi makali karibu na mpaka wa Pakistan siku ya Jumatano na Alhamisi, yakihusisha ndege za Rafale, Mirage 2000 na Suhoi Su 30 kulingana na The Economic Times, hatua ambayo inaweza kuweka msingi wa matukio angani. Hali inavyoendelea, hakuna maelezo rasmi yamejitokeza kuhusu ajali hizo, iwe ni kwa sababu ya mapigano, kushindwa kiufundi au sababu nyinginezo. Uvumi kwenye X na majukwaa mengine umeashiria uwezekano wa ulinzi wa anga wa Pakistan au ndege za kivita kuhusisha ndege za India, lakini madai haya bado hayajathibitishwa. Ili kuelewa mienendo inayoweza kutokea, inafaa kuchunguza uwezo wa ndege na mifumo inayohusika, ikizingatiwa kuwa uchanganuzi kama huo ni wa kubahatisha, unasubiri ushahidi zaidi. Kikosi cha anga cha India kilichoorodheshwa cha nne duniani kwa kielelezo cha nguvu ya moto cha mwaka 2025 kinaendesha zaidi ya ndege 2200 ikiwa ni pamoja na ndege za kivita 513, na kuifanya idadi kubwa zaidi ya ndege 1399 za Pakistan na za kivita 328 katika fleet za India. Ni Dassault Rafale na Mirage 2000, wapiganaji wa aina mbalimbali walioundwa na Ufaransa, iliyoundwa kwa ajili ya ubora wa anga na mashambulizi ya usahihi. Rafale, ndege ya kizazi cha 4.5 iliyotolewa kwa jeshi la anga la India mnamo mwaka 2020, ina rada ya hali ya juu ya Active Electronically Scanned Array na mfumo wa vita vya kielektroniki wa Spectra ambao hutoa ulinzi dhabiti dhidi ya vitishio vinavyoongozwa na rada. Yake ni pamoja na kombora la meta zaidi ya masafa ya kuona ya angani hadi angani lenye masafa yanayozidi maili 120 ya na kombora la mika kwa shughuli fupi. Rafael pia inaweza kupeleka makombora ya Scalp kwa mashambulizi ya ardhini ya masafa marefu. India inaendesha kampuni 36 za Rafaels, na mkataba wa hivi karibuni wa dola bilioni 7.5 ulitiwa saini April 28 kwa aina 26 za Rafael Marine kwa jeshi lake la majini. Sifa za siri za ndege hiyo na uwezo wake wa kukwama huifanya kuwa jukwaa la kutisha, ingawa gharama yake ya juu dola milioni 288, kwa kila unit imezua mjadala kuhusu dhamani yake ikilinganishwa na wapiganaji wa siri kama vile F35 ya Marekani. The Mirage 2000, huku ikiwa imezeka inasalia kuwa mhimili mkuu wa jeshi la anga la India ikiwa na takriban vitengo 50, vinavyohudumu. Imebadilishwa kisasa hadi kiwango cha Mireji 2000-5, ina vifaa vya anga vilivyoboreshwa, rada mpya na vipimo vya kielektroniki. Ndege hiyo hubeba makombora ya mika na zana zinazoongozwa kwa usahihi kama vile bomu la Israel la spice ambalo lilifanya kazi katika shambulio la anga la Balakot la mwaka 2019 dhidi ya kambi ya kigaidi nchini Pakistan. Wepesi wa Mireji 2000 na utendakazi wa mwinuko wa chini unaifanya iwe bora kwa shughuli katika eneo korofi la Kashmir lakini fremu yake ya zamani ya anga haina siri ya juu ya Rafale na muunganisho wa hisi. Ndege zote mbili zimeundwa kukwepa ulinzi wa kisasa wa anga na kuzua maswali kuhusu jinsi zingeweza kuangushwa ikiwa madai ya Pakistani sahihi. Ulinzi wa anga wa Pakistan unategemea mchanganyiko wa mifumo ikijumuisha HQ9 ya Uchina, mfumo wa makombora wa masafa marefu kutoka ardhini hadi angani unaolingana na S300 ya Urusi yenye safu ya hadi maili 125 HQ9 inaweza kulenga shabaha nyingi kwenye miinuko, lakini inapambana dhidi ya ndege zinazoruka chini au zile zilizo na msongamano wa hali ya juu kama vile Rafale. Pakistan pia huendesha mifumo ya masafa mafupi kama vile French Crotale na Swedish RBS 70 ambayo haina ufanisi dhidi ya jet zinazoenda kwa kasi. Ripoti za hivi majuzi zinaonyesha kuwa Pakistan inaweza kuwa imepata mifumo ya HQ16 ya Uchina au mifumo ya hisari ya kiuturuki ingawa utumiaji wake haujathibitishwa. Mifumo hii ingawa ina uwezo, inakabiliwa na changamoto katika kukabiliana na ndege zilizo na hatua za kisasa za kielektroniki, na hupendekeza kuwa ushirikiano wowote wenye mafanikio utahitaji uratibu sahihi na hali nzuri. Kwa upande wa mashambulizi, jeshi la wanahewa la Pakistan linatumia ndege ya uchina ya J-10C mpiganaji wa kizazi cha 4.5 aliyenunuliwa mnamo mwaka 2022 ili kukabiliana na Rafale India J-10C ina rada ya AESA, makombora ya angani hadi angani ya PL-15 yenye masafa ya maili 140, na makombora ya masafa mafupi ya PL-10 na kuifanya kuwa tishio la kuaminika katika mapigano ya angani hadi angani. Ulinzi wa Pakistan Khawaja Asif alidai mnamo Aprili 29. Kwamba ndege za JTNC zilibana kielektroniki Rafales wanne wa India karibu na LOC na kuwalazimisha kurudi nyuma baada ya kutatiza rada na mawasiliano yao. Hawadai hili halijathibitishwa. Linaangazia uwezo wa vita vya kielektroniki vya JTNC ambavyo vinaweza kupinga mfumo wa Rafale wa Spectra. JF17 Thunder ya Pakistan, ndege nyepesi ya aina mbalimbali iliyotengenezwa na Uchina, hubeba makombora ya sd 10, na imeundwa kwa uendeshaji wa gharama nafuu, lakini haina vihisi vya hali ya juu vya J10C. F 16 Block 52 inayotolewa na Marekani, iliyo na makombora ya m120 c amram, inasalia kuwa jukwaa nzuri, ingawa utendakazi wake uko nyuma ya Rafale katika mashirikiano ya masafa marefu kutokana na teknolojia zamani ya rada. Muktadha wa kihistoria wa tukio hilo unasisitiza uzito wake. India na Pakistan zimegombana mara kwa mara juu ya Kashmir tangu kugawanywa kwao mnamo mwaka 1947 na vita kuu mnamo 1947, 1965 na 1971 na, na mzozo mdogo mnamo 1999 wakati wa vita vya Kargil. Shambulio la ndege la Balakot la mwaka 2019 ambapo Indian Mirage elfu mbili walipiga kambi ya magaidi nchini Pakistan na kufuatiwa na mapambano ya dogfight ambayo ilisababisha Pakistan kuangusha ndege ya India MiG 21 iliweka kielelezo cha mashirikiano ya angani. Mataifa yote mawili yameboresha silaha zao za kisasa, huku India ikiimarisha jeshi lake la anga na ndege za Rafale na Pakistani ikiinunua J-10C, na hivyo kuongeza hatari ya mapambano yoyote yoyotezi wa nyuklia wa nchi zote mbili, India yenye makadirio ya vichwa 160 na Pakistani yenye makadirio ya vichwa 170, kulingana na taasisi ya utafiti wa amani ya kimataifa ya Stockholm, uliweka kivuli kirefu na kufanya kushuka kwa kasi kuwa muhimu. Kupanda huko kunatokana na mwingiliano changamano wa mambo ya ndani na kikanda. Nchini India, serikali ya Modi inakabiliwa na shinikizo la kujibu kwa dhati ugaidi, haswa baada ya shambulio la Pahalgam ambalo lilichochea hisia za umma kulisho. Kwa uhuru wa Jammu na Kashmir mwaka 2019, ulizidisha kuzorota kwa mahusiano, huku Pakistan ikiona kama uchochezi. Nchini Pakistan, kuyumba kwa uchumi na msukosuko wa kisiasa kumesukuma serikali kukusanya uungwaji mkono wa umma kwa kuonyesha nguvu dhidi ya India. Mzozo kuhusu mto Indus unaotawaliwa na mkataba wa 1960 unaongeza safu nyingine, huku vitisho vya India vya kuzuia mtiririko wa maji vikionekana kama tishio lililopo na Pakistan. Mivutano hii inazidishwa na siasa za kijiografia za kimataifa, huko India ikipatana kwa karibu na Marekani kupitia muungano wa Quad pamoja na Japan na Australia huku ikiimarisha uhusiano na Ufaransa, Urusi na Israel kwa teknolojia ya kijeshi. Pakistan kwa wakati huo huo inategemea Uchina, ambayo hutoa J10C JF17 na usaidizi wa kiuchumi kupitia ukanda wa kiuchumi wa China Pakistani. Uturuki na Iran zinatoa msaada zaidi huku Urusi ikiibuka kama mshirika wa pili kupitia mazoezi ya pamoja na usaidizi wa kidiplomasia. Diplomasia inasalia kuwa njia pekee inayoweza kuepusha janga, lakini historia ya eneo hilo ya kutokuaminiana inaacha nafasi ndogo ya matumaini. Kinachobakia kuwa haijulikani ni kama mzozo huu utakuwa mzozo uliodhibitiwa au cheche ya moto mkubwa zaidi, swali ambalo linaning'inia sana katika bara na ulimwengu.